Ujambo na karibu katika makala ya Nipashe moja kwa moja kutoka Johannesburg, Afrika Kusini. Ndani ya makala ya Nipashe huwa tunazungumzia maswala mbalimbali, maswala ya kisiasa, kiuchumi, kijamii na kadhalika. Leo nitaenda kuzungumzia kuhusu swala nzima la mkataba wa amani ambao utasainiwa ileo kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Rwanda chini ya usimamizi wa Marekani. Leo ni Juni 27 mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano ikiwa ni Ijumaa. Mimi naitwa Abedi Jean de la Croix na nitazungumza moja kwa moja na Kapele Mutachi. Yeye ni mchambuzi wa maswala ya kisiasa. Ntazungumza naye kutoka Deben ni mashariki mwa Afrika Kusini. Ni kwamba maafisa wa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo na Rwanda wanatarajiwa kutia sahihi mkataba wa amani leo mjini Washington, nchini Marekani, kufuatia msukumo wa kidiplomasia wa utawala wa rais wa Marekani, Donald Trump, swala ambalo limesababisha kuwepo na maoni mseto nchini Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Kulichambua hili moja kwa moja, naungana na Kapele Mutachi, ambaye ni mchambuzi wa maswala ya kisiasa hatimaye DRC na Rwanda masaa machache kutoka sasa, yawezekana wakaweka sahihi makubaliano ya amani. Maswali yanakuwa mengi sana bila majibu. Wewe ni mchambuzi wa maswala ya kisiasa, ningetaka vilevile nipate mtazamo wako. Pengine tuanzie hapa, ni kitu gani ambacho unakifahamu Kapele kuhusiana na makubaliano haya ya amani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda chini ya usimamizi wa Marekani? Asante sana uh, mtangazaji na kunipatia nafasi jioni ya leo uh, kitu chenye, chenye kinachojulikana kuhusu huyu mkataba unaitwa mkataba wa amani uh, wenyewe unakwenda kushimamiwa na Marekani kuleta nchi kama Rwanda uh, na Congo kuja fasi moja kusaini uh, dokumenti yenyewe itakwenda kuleta amani kwenye east ya Congo hiyo dili iko na vipengele kama visita kama sasa au. Kimoja cha kwanza kinaongelewa kama eh, jeshi la Rwanda litoke kwenye udongo wa Congo. Eh, kipengele cha pili kinaongelea kuhusu mambo ya kumaliza hostilite na kurespecte integrite teritoriale ya nchi zote mbili. Eh, kipengele cha tatu kinasemeka kuhusu mambo ya kudesarme na kuintegre makundi fulani fulani zenyewe zinaitwa kwenye lugha ya Kifaransa na force negative ya nne ku hiyo. E, mkataba unio utakuja kusainiwa kama leo kusa za kufata huko mbele. Ya nne inaenda kusemeka kama nchi mbili Rwanda na Congo watafanya mekanizme ya usalama ya pamoja, yenyewe itaendelea kuchunga boda na kuangalia e, wasingiziani wa dui na ya muhimu sana ni hii ya tano yenye iko hapo, yenye maongea kwa juu ya ya investment ya, ya kwenye maminere strategiki ya congo na development antre hizi nchi mbili so hiyo ndio mambo fulani ni yako hapo ndani. Na ukiangalia uh, kwenye serikali ya congo ilikuwa inashimamia sana kusema huyu uh, mkataba utakwenda kusainiwa wakati Rwanda atakubali kutoa jeshi lake, ila hapa kama ni saa saba kama tisa au saa nne saa tano za mchana, na waziri ya Rwanda ameendelea anaweka presha kwenye serikali ya Kongo kusema kama jeshi lake alitatoka, na hapa saa saba tumekuja kusikia kama serikali ya Kongo imekubaliana imeenda kuacha ile mambo alikuwa inaomba kama jeshi la Rwanda litoke. So, kwa hii inaonekana kama jeshi la Rwanda halitotoka kufuatana jinsi Rwanda anaposema kama watatoka kwenye e, vipindi fulani fulani, wakati wanaona kama ngambo ya serikali ya Kongo wanafanya kazi fulani ya kwenda kuneutralize zile forces zenyewe zinaitwa za FDLR zenye Rwanda inasema kama ni tishio kwa serikali ya Rwanda. Sasa so, itabidi leo kama watasaini, yaani Rwanda hatotoa jeshi lake ndani ya Kongo. Nam na tuanzie hapo kwenye swala nzima la Rwanda kuweza kuondoa askari wake katika ardhi ya jamhuri ya kidemokrasi ya Congo. Sharti hili linaonekana kuwa zito sana kwa upande wa jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo. Kwa nini? Ni kama Rwanda inailazimu DRC kufanya kile anachokitaka. Kitu cha kwanza chenye kiko hapo, naweza nikarudi nyuma, ni kusema kama hatuna serikali na hatuna viongozi e. Tungekuwa tuko na serikali timamu na viongozi wenyewe wana uh, wanapigania entere ya raia na entere national ya nchi yetu, hatunge uh, kwenda kupelekewa pressure kama hii na tukakwenda kukubali kwa kusema kama jeshi la Rwanda litatoka vipande vipande, kama serikali ya Congo itaonyesha nguvu zake za kunetralize hawa tunaita wa FDLR na hizi zingine grupe zote zi zinaitwa kama ndio force negative zenyewe, kukiweka wazalendo wa Mai Mai na wengine wote wenye wako humu ndani so ni ukosefu wa kuwa na serikali na ukosefu wa kuwa na viongozi wenye wako na vizio ya kujenga nchi yenye itakuwa na jeshi lenye liko imara na kuchunga mipaka yake na kuchunga raia na jeshi litakuwa na ule uwezo wa kuijenga nchi. So na wazia ya Rwanda, ametukamata kwa huyo ubovu, kuona kama Kongo hatuko serikali. Kwa juu kwa serikali kuwa serikali Panapashwa kuwa inapashwa kuwa na vipengele wala mapilie nne wala tano. Cha kwanza na bidi kwanza uwe na jeshi lile na uwezo wa kulinda mipaka na uwezo wa kupiga adui wakati anataka kuja ndani. Ya pili unabidi kuwa na polisi yenye iko imara ya kuchunga watu na mali yao ndani. Cha tatu unabidi kuwa na kingine chombo cha upelelezi wa ndani na nje kwa juu ya kugundua adui wa ndani na adui wa nje mwenyewe anataka kuja kuharibisha. Na ya nne unapaswa kuwa na uh, administration publique yenye iko effective yenyewe na iko na uwezo wa kufikishia rahia maji, kutengenezea rahia masomo, eh, hospitali, barabara na kutengeneza kazi na kufanya mazingira kuwa bora na rahia kwenda kuishi maisha mazuri. Na kingine cha nne cha mwisho kumalizia, eh, inabidi pawe nguzo ya sistemu ya justice yenyewe takuwa na meno ya kufunga wahalifu hata wale viongozi wakubwa wakubwa wenyewe wanakamatwa na, na mambo ya pesa sa so, ukiangalia uh, sistemu ya justisi yetu kule Congo ina macho, kuna wenyewe nawafungia macho na kuna wenyewe nawafungulia macho, na jiomaona kama kufatana huyo ubovu wenye tuko nao ndani eh, Rwanda akajipanga na anatuweka presha, na ukiangalia Rwanda na Marekani ni mtoto mwenyewe anatumikishwa mwele region yetu, tuko humo ndani kwa juu ya kuenda kufanya maslahi ya wamarekani iende kutembea vizuri hapo, na majeshi mawili tofauti kutoka nchi mbili tofauti ndani ya nchi moja. Hii ina athari kiasi gani katika ulinzi au usalama wa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Kwa namna nyingine, naweza nikauliza kwamba unatafsirije hatua hii au hali hii? Eh, hali kama hiyo, bwana mtangazaji, haiwezi kuwa hali nzuri yenye inaweza kwenda kuleta usalama kwa maana inaenda kuonesha kama eh, jeshi la taifa letu la Kongo liko kama halipo lipo wala ni, ni kama lipo na na halipo. na, na kwa kuachilia nchi za kigeni zije ndani ya nchi ziende kutumikisha jina la kusema sisi tunafata hawa na sisi tunafata hawa, kama jinsi tulivyoongea Uganda, siku hiyo hiyo pita, kusema kama wanatumikisha jina la ADF Nalu kama kava tu ya kuingia kwenda na wenyewe kuchukua mchuzi, kwa maana kule kwenyewe wanaenda ni vita vya uchumi. Rwanda naye anatumikisha hayo hayo FDLR, anatumikisha hayo hayo huku ngambo ya Kongo. Eh, pana watu wanaongea lugha yetu, lakini wanaonekana kama kuwa na wenyewe wako discriminate kwa juu ya ya, ya, ya sura na lugha yenyewe wanayoongea, hizo zote kuwa ni cover tu, na hali kama hizo kuwa kama na serikali na jeshi mbili tofauti ndani ya nchi moja inakuonyesha kama hakuna serikali, inakuonyesha kama usalama kwa sema uje hautokuwa hizi kwa juu, wenye kuleta usalama wa nchi inabidi iwe ni formula mm, wala formula yenye imetoka ndani ya nchi hapana. Sisi tukimbie kwenye mainchi ya, ya kigenini kwenda kuomba nchi zingine zije kusaidia, kwenda yao kurestore integrite territoriale so, yetu ya nchi yetu Naam, maswali mawili kabla sija kuwache ondoke kapele. Mkataba huu ambao watu wanaouita ni mkataba wa amani, lakini pia unaitwa ni mkataba wa madini, ni pande ipi ambayo itafaidika pakubwa na mkataba huo kati ya DRC na Marekani? Asante sana bwana mtangazaji, kwa maana hilo swali unalouliza ni swali lenyewe linaelekea sana kwenye siasa ya watu wa kwenye mkono wa kushoto, wenyewe wanafanya siasa kwa juu ya raia wa chini So, hii dili yenyewe inaenda kusainiwa leo, kwanza haiko dili ya kuleta amani kwa raia, ni dili ya wafanyabiashara, ni dili ya kusema ya profi ya wale wenye watakwenda kubenefisie. So nani atakwenda ku-, uh, na kubenefisie muhii dili tunavyoongea na nani mwenyewe atakwenda kupoteza? Kwanza tukianza na nani atakwenda kubenefisie, pako grupe za watu tatu wenyewe watakwenda kubenefisie kuhii eh, dili yenyewe takwenda kusainiwa wala ni, tunaita ni mkataba wa amani lakini sisi kwetu tunaona kama ni hili. Kwanza ni forces za imperialisti za Marekani njo wenyewe wanakwenda kubenefisie eh, mnofu mkubwa. Njia gani? kama unavyoelewa uh, bwana mtangazaji, ulimwengu leo tunasema kama uh, panakuwa problem klimatiki ulimwengu huko, na kwenda kwenye uchumi wa rangi wa E, wa rangi wa vere kwenye Kiingereza tunaitwa green economy. Sasa kwa hiyo green economy, e, ma minere strategique ya kusaidia Marekani itoke kwenye huyu uchumi wake wa high carbon emission. Hiyo madili mengi yako, yako yako ndani ya east ya Congo, mambo kama ya ya eten, mambo kama ya cobalt, sijui cuivre na nini, hivyo ni vitu vyenyewe vinatakiwa vina kwenye viwanda vyenyewe vinafanya uh, energi teknolojiki ya umarekani kwenye teknoloji militaire kwenye makampuni za electronic. So hiyo wanabenefisia wa Marekani, mjia gani? Wanakwenda kukata supply na kupunguza influence ya China na Russia ndani ya east ya Congo. Grupu ya pili yenyewe nakwenda kubenefisia katika hii dili ya biashara, pana dili ya amani ni class politiki ya Wanyarwanda tuseme, e, e, bourgeoisie ya Wanyarwanda e, kaleka klas kadogo kiki kanabeba e, biashara za e, serikali ya Rwanda e, kama jinsi tunavyojua, sio siri kama Rwanda katika region yetu ya Gralak anatumikishwa kama agent wa kufikisha e, biashara ya Marekani e, maeneo yoyote ya ile eneo. Sasa wenyewe wanakuwa kama ni middleman, ni mtu mwenyeko katikati. Uh, kutoka baba Marekani wenyewe njio wanafanya kazi yenyewe. Marekani yaanjofanya kimiguu wala kifizike ndani ya Kongo. Ingine klasi ya tatu wenyewe nakwenda kubenefisia ni, ni klasi ya wakomprador ya, wa, ya wafanyasiasa wetu wa Kongo wenyewe wanakopere na hizi force za mabebero huko nje kwa juu ya kufanya eshange ya protection politiki na wenyewe kupata zile zinaitwa kwenye lugha ya kimombo kickbacks, ile pesa ya mkono wa nyuma huku kupewa vitu e, pesa kwa juu ya kuendelea kuchunga e, mali za hawa mabebero. Na watu gani wenyewe wanakwenda kuumia katika dili hii? Ni sisi raia, ni sisi class ouvriere, ni sisi wa proletariat tunaumia. kingia gani? Ukiangalia huku kwenye hiyo madili itakwenda kusainiwa, tutadike eksploatasio ya wafanyakazi wa Kongo itaendelea. Wafanyakazi wataendelea kutumika kwenye hizo uh, manine condition zenyewe zitakuwa ziko difisile. Uh, mshahara utakuwa mdogo na condition yenyewe haitokuwa nzuri. Uh, so en general uh, rahia itakwenda kuumia haitokwenda kubeneficie hii dili yenyewe inakamatiwa kwa maana siyo dili ya amani kwa rahia, ni dili ya biashara ya wa klasi za wa imperialisti wenyewe wanataka kufrene influence ya China na Russia mu inchi kama Kongo. Nam, swali la mwisho, taarifa zisizo rasmi zasema kwamba Rwanda pia ina sehemu yake ya kumi katika madini yale ambayo yapo nchini jamhuri ya kidemokrasi ya Congo sanjari na mkataba huo ambao wataenda kuweka sahini mda mchache kutoka sasa, unazungumziaje kuhusu hili? Hiyo e, kweli Rwanda nakutaniwa wewe kama kuwa ni agent, ni mtu mwenyewe kwenye lugha ya Kifaransa tuseme kuaabikuuhile kazi yenyewe anayofanya tumeambiliwa, katika hii mikataba e, e, biashara vyenyewe vya Marekani vyenyewe vitakwenda kule, mwenyewe atasupervise, atakuwa ni Mnyarwanda na Mnyarwanda kwa kutuma hiyo hiyo supervision yake na yeye hatapata e, kitu fulani ndani ya hii mikataba, na hii ni ubovu wa serikali. Juu ya nini? Juu ya ubovu wa serikali, kwa maana serikali imekwenda kuamini kama wakikwenda kupana hizi Eh, eh, eh, minere stratejike kwa nchi kama Marekani, walikuwa wanajua kama Marekani yatatia presha kwa Rwanda atoe jeshi lake. So Rwanda akitoa jeshi lake, eh, wapiganaji wa AFC eh, M23, serikali alikuwa wanaona kama hawa hawawezi kuendelea na vita eh, watakwenda kukolapsi, wala serikali inaweza kwenda kuwapiga. Sasa hii inakuja kuonekana kama haitokuwepo. Kwa ngambo yetu sisi ni mistake, kwa maana mali ya Congo tutakwenda ngambo ya east ya Congo. Uh, nchi kama Rwanda na yenye itakwenda kubenefisie kupitia hii mikataba yenye tumeenda kuandika hemo ndani, yenye serikali inakwenda kushindwa, kama solution ya ile matatizo haiku haikungoja kutoka nje ya nchi, solution ingelitoka ndani ya nchi yetu, kwa maana viongozi wenye tuko nao Congo, uh, ile klasi ya wafanyasiasa hapo DRC, mtu akichukua nchi yanaifanya nchi kuwa yake, hakuna mwingine mwenyewe anaweza kwenda kumtoa katika kile kibuyu wala kile eh, fasi nyeko napata ko mchuzi. So mambo kama hayo ilikuwa ni kusema na kupa na sisi, utupatie exchange ya kutuprotege, ya kuprotege class politique actuelle yenye ipo kwa wajua, waendelee na miradi yao ya kupora na kuenda kushidisha matumbo yao, ila katika huyu mkataba utasainiwa hizi saa za mbele hapo Rwanda atakwenda na yeye kupata kitu fulani hapo. Hiyo kweli Kapele, mimi ni kushukuru sana kwa uchambuzi wako. Asante sana bwana mtangazaji.